Hizi ni kazi kama kazi nyingine ambazo huenda baadhi ya jamii imekuwa kidharau na kuzipuuza, lakini vijana hawa wamekuwa mfano wa kuigwa kuzifanya na kujiimarisha kiuchumi. Ukusanyaji na uchakataji wa taka za plastiki kwa vijana hawa imekuwa ni ajira na chachu ya kuhamasisha usafi wa mazingira. Lengo kuu la hichi kikundi ilikuwa kwanza ni usafi wa mazingira, lakini pia kujitafutia kama vijana kutokana na hizi biashara ni fursa, na tukaona kwamba hii ni fursa, tukatengeneza kundi, tukaanza kufanya hii, hii biashara. Jamii ilituona kama tunacheza. Hatua hizi zinazowawezesha vijana hawa kuendesha maisha yao na kufanikiwa kutoa ajira kwa wenzao, baada ya halmashauri ya mji wa Masasi mkoani Mtwara kupitia asilimia kumi za mikopo kuwawezesha vijana hawa. Pia tumeajiri vijana takribani kama kumi kwa ajili ya kutusaidia hizi kazi, kwa sababu tuna mizani takribani kama saba hivi ambayo tunaipimia. Ikishafika mizigo ikishafika hapa, yani, ikishafika hapa hivi vikishafika hivi, hivi, hivi hizi plastiki tunakuwa na hatua ya kuzichakata, yaani kuzichakata, kwamba tuna chamvua kila rangi tumeweka sehemu ya kwake. Kwa hiyo kisha chagua zile rangi na katika usagaji kule unasaga kwa rangi tofauti, tofauti. Tulipata changamoto ya wa wafanyakazi katikati hapa, mara anakuja narudi. Pia changamoto kutokupata mizigo mwanzoni tulipata changamoto kubwa kwa sababu kwanza mitaji ilikuwa midogo, lakini pia tukuweza kuwa na mashine. Hivyo basi kupitia mikopo hii ya serikali ya wajasiriamali wadogo wadogo tukapata mkopo wa halmashauri, mpaka leo tumeweza kufanikisha kuwa na mashine yetu na sasa Mafanikio ya shughuli hizi si kwa wanakikundi pekee, lakini wapo waliokimbilia fursa na sasa wananufaika. Mimi ni mteja ambaye, baada ya kuona fursa hapa zipo, nikakutana na mkurugenzi wa hiki kikundi nikajaribu kuchukua darasa ili nami niweze kuingia kwenye hii biashara, maana hizi plastiki zipo ambazo zinanunuliwa na zingine hazinunuliwi. Cha kwanza nimenunua uwanja, wengi walikuwa wananicheka kuniangalia, anafanya kazi anaona kama akili zangu haziko vizuri, kumbe nilikuwa akili zangu ziko vizuri, na nimeamua kufanya hii kazi kutokana na utafutaji wa maisha. Ni zipi changamoto zinazokwaza shughuli za vijana hawa? Changamoto ya kwanza kwa vijijini, kwanza mtu kumsawishi kuokota hizi plastiki anaona kama unamtania. Changamoto pia tunakutana nazo kwa sababu utakuta wateja wengine wanaleta huu mzigo kwenye hivi vyupa hivi wametia mchanga. Neema Josefu ni afisa maendeleo ya jamii katika halmashauri ya mji wa Masasi ameeleza namna anavyotekeleza hatua za mikopo katika halmashauri hiyo. Jumla ya mikopo tuliyotoa 2425 ilikuwa ni shilingi milioni mia saba na ishirini na moja na laki nne, na hadi kufikia mwezi wa 11 tarehe 30, kati ya hiyo shilingi milioni mia saba 21 e, tumeshafanikiwa kurejesha milioni 268 258 316. Ni vigumu kuamini hatua za vijana hawa waliofanikiwa katika kukabiliana na taka za plastiki zilizowapa ajira na sasa wanaendesha maisha yao wakiwa na ndoto ya kuongeza mitaji na kupata usafiri wa kusafirisha bidhaa zao sokoni. John Kasembe, Habari Weekend, Masasi.